Ni weekend ya kimichezo jumamosi mosi hapo, uh, wawakilishi wa Tanzania nazungumzia Young Africans watakuwa uwanja wa New Amaan Complex kukipiga dhidi asfara ya AS FAR Rabat ya moroko kwenye mchezo wa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Niko na mchambuzi Philip Nkini. Mimi naitwa Nevumba Abubakar. Tuweze kudadavua mchezo huu kwa upana wake, lakini pia na nini anakitarajia e, kwenye mechi hii ama kwa wawakilishi hawa wa Tanzania. Ikumbukwe Jumapili pia Simba e, atakuwa uwanjani e, hapa Benjamin William Mkapa, Dar es Salaam akianza pia e, karata yake ya kwanza dhidi ya ya Petro di Luanda ya Angola. Lakini pia Azam FC pamoja na Singida pia wote hao wako kwenye kombe la shirikisho barani Afrika wakiwakilisha Tanzania kwenye michuano hiyo mikubwa A, Nkini, kwema kwanza, mambo fresh, mzima mzima bwana, tujionana siku nyingi. Wewe kila siku tukionana, lazima tujaonana siku nyingi. Wai, unafanya kipindi lini? Mimi na hujafanya kipindi kuanzia chani imeisha, yani chani ndio malizika, ndo nimekutana na wewe eh, kweli jana. Jana nimeenda kwenye, ni mechi ya ligi ya wanawake siku kuona. Ah, jana nilikuwa na mambo mengi. Simba kuna fullback mmoja hivi anatoka Uganda anaitwa nani? Fullback mguu wa kushoto. Zaina na Ndede, yeah, nafikiri huyo huyo bonge moja, bonge moja la mchezo. Kuna Zaina na Ndede afu kuna Fasila Adhiambo. Sasa sijajua hapo anachanganya. Zaina na Ndede unaosemea anatumia mguu wa kushoto mchezaji, yule mchezaji ulifanya mambo yeah, lakini wale wale wale wale bunda wana midfield ambao ndio kapteni mzingatie yule mtu. Unajua, Bunda ni timu kama academy ambayo inakuza wachezaji wengi, kwa hiyo hata msimu uliopita wachezaji wengi ambao waliondoka pale, wengi wameenda JKT, wengine Fountain. Kwa hiyo wale unaowaona wametokea kwenye academy chini, wamepandishwa. Yule yule medifild mzingatie, anaweza akaja mjini hapa, anaweza kuishi mjini hapa. Swala limeisha. Ah, poa, tuendelee. <laughs> Sawa, so, tuanze na uh, wawakilishi ama uh, wa ligi ya mabingwa barani Afrika na mzungumzia Young Africans ambayo Jumamosi uh, watakuwa uh, pale uwanja wa New Amani Complex dhidi ya Asfar Rabat uh, tukianza kwanza pengine unautarajia mchezo wa namna gani kwa ukitazama vikosi vyote viwili kwa Yanga na Asfa ambao uh, wanakutana tena kwanza mechi haiwezi kuwa rahisi. Hamna mechi ya ligi ya mabingwa ambayo imekuwa rahisi, ukutane na timu yoyote maadamu ni ligi ya mabingwa, mechi itakuwa ni, ni ngumu na inaweza ikawa ngumu zaidi kama kila upande ukitimiza majukumu yake. Yanga watimize majukumu yao uwanjani, mwalimu pamoja na wachezaji wake, lakini pia kuna sehemu kubwa sana ya mashabiki nao kutimiza majukumu yao. Moja ni kuiunga mkono timu, kufika uwanjani ni jambo la kwanza, lakini kushangilia ni, ni jambo lingine, kwa sababu moja ya besi kubwa sana kwenye michuano hii ya ligi ya mabingwa Afrika kombe la shirikisho ni mashabiki. Ushapata mashabiki wengi, cha kwanza unakuwa una, una, una advantage kwa sababu timu nyingi umeziona zifaa unaowasemea wenyewe, inatajwa ndio timu ambao mashabiki wake ni vichaa, yaani mashabiki vichaa, kiasi kwamba wanashangilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ukitazama jana, nilikuwa kuna picha naziona, wameshaanza kuwasili Zanzibar, kwa hiyo ina maana nao kuna sehemu wanaenda kujichukulia kwa ajili ya kuiunga mkono timu yao. Kwa hiyo oh, kitu kikubwa ninachofikiria mimi ni Yanga watimize majukumu yao, mwalimu wafanye kazi yake inavyotakiwa, lakini pia wachezaji nao wafuatishe yale ambayo wamefundishwa kwanzia hapo wana uwezo wa kupata ushindi, kwa sababu lazima hii huku sio yani, hakuna chote ambacho unaweza ukawasifia Yanga kwenye mechi inaofuata, hata kama hawatapata ushindi. Mechi za ligi ya mabingwa ni mechi ambazo ni lazima ushinde nyumbani kwako, ili utengeze bezi nzuri. Shabiki akitoka pale uwanjani, ukiwa umeshinda, haijalishi utashinda ngapi, chukua kwanza pointi tatu, afu mambo mengine yatafuata huko baadaye. Kwao kwa wanachotakiwa kufanya ni kila mmoja, mwalimu wachezaji pamoja na mashabiki na viongozi watimize majukumu yao ili waweze kupata hizo pointi tatu za kwanza. Wakishazipata hizo watakuwa wanaomba Mungu kutafuta pointi saba kwenye mechi zilizobaki. Sawa, kwa, kwa, kwa, kwa mujibu wa maoni mbalimbali ya wachambuzi pengine na magwiji wa zamani wa soka wanaliona kundi la Yanga ni miongoni mwa kundi gumu zaidi e, kwa sababu wamepangwa na Waarabu wengi e, unawazungumzia Asfa ambao wamecheza wame mashindano haya mara kumi na tatu ama wameshiriki mara kumi na tatu, wamechukua ubingwa nafikiri mara moja ya ligi ya mabingwa Afrika na ile kombe la shirikisho wakafika fainali e, pengine wewe unalizungumziaje kwanza kundi kama kundi na unaiona nafasi ya Yanga kama Yanga kwa mujibu wa namna ambavyo wamecheza kuanzia zile hatua za awali na namna walivyoanza msimu huu? Kundi ni gumu kama kila mtu anavyosema. Hakuna mtu ambaye anaweza kaja akakwambia kundi hili ni rahisi, kwa sababu ukimwondoa, ukimwondoa Yanga wengine wote tayari wana CV kwenye, kwenye michuano hii ya ligi ya mabingwa wa Afrika. Kila kila kila timu ina mafanikio yake ambayo imepata. Lakini pia Yanga nao wanaweza wakaja mezani wa kuanambia, na sisi tuna mafanikio yetu. Hivi karibuni tumekuwa tukifuzu kwenye mashindano haya tu makundi, lakini pia msimu mmoja nyuma walifika walifika fainali ya kombe la shirikisho. Hauwezi ukawakata, yaani kuwaondoa moja kwa moja ya kwamba wenyewe ndio underdog kwenye timu kwenye kundi, hapana. Sababu kwenye current form wako wako bora zaidi na CV yao inawabeba, msimu uliopita nafikiri mechi moja ndio iliwanyima Yanga ushindi ambao wangepata ushindi, wangeenda hatua ya, ya, ya robo fainali ambayo ilikuwa ni dhidi ya Waarabu tu pia. Kwa hiyo jambo moja ambalo Yanga wanatakiwa kufanya ni bila kuangalia kwanza hawa wana ukubwa kiasi gani, kwa sababu huku unakumbuka hata Ahali wanafungwa ambao ni giant Africa, Esperance de Tunis ni ma giant wanafungwa, Mamelodi wanafungwa, yani huko hakuna timu ambayo itashindwa itashindikana kufungwa, lakini unaweza ukaifunga kama umejiandaa kwa ajili ya, kuhu, ya kupata ushindi. Na mara nyingi kwenye mashindano kama haya, zile timu ambazo inapewa nafasi kubwa sana huwa ina struggle sana kuvuka kwao. Unaweza ukawatazama Yanga jinsi walivyojinsi walivyojiandaa naamini kama kweli wamekaa kwenye matarajio ya kwamba wana uwezo wa kuvuka, ni kiasi kutengeneza strategy, kwa sababu hapa wanachotakiwa kukiangalia, wewe huwezi kupambana na kila mmoja yaani kwenye makundi haya. Kiwatazama mfano Simba kwenye misimu ya hivi karibuni, Simba wana timu yao moja, ambao wamekuwa wakipata pointi nne mpaka pointi sita. Yaani kwenye kundi wana timu yao moja, wanaitafuta wanasema, huyu huyu tunapambana naye, kwake tunapata sare, kwetu tunafu, tunamfunga, tunakuwa na pointi sita hizo nne zingine tutajua pa kwenda kuzitafuta, eh, unaona unaona, kwa... Kwa... hiyo hata ukikumbuka kipindi kile anacheza na Vipers, Simba waliangalia Vipers, Simba alienda mechi tatu nafikiri ana point moja, akawatazama vizuri Vipers akaona hawa tunawaweza, kwa hiyo cha kufanya nini, tukachukua point tatu kwao, tuchukue point tatu nyumbani, wakawa na point sita. Walipokuja kumalizia point tatu za mwisho kwenye timu moja pale, wakapata nafasi ya kufuzu kwenda robo finali. Kwa hiyo nafikiri ni strategy ya kwamba unazitengeneza vipi strategy zako plan yako unaitengeneza. Ukishapoteza pointi tatu nyumbani kwako, yani mfano mechi ya kwanza ya Yanga akapoteza pointi tatu, amejipa mzigo mkubwa zaidi, kwa sababu itamlazimisha kwenda kutafuta pointi zingine ugenini, sehemu ambao kila mmoja ameshaweka yake kwao. Kikubwa ni hicho, wasiangalie historia nyuma. Historia kweli haiwabebi, haiwabebi, kwa sababu mechi nyingi za nyumbani Yanga amekuwa hafanyi vizuri hata ukiangalia mara nyingi sehemu muda ambao hata ile wakati anafika finali, mechi ambayo hakufanya vizuri ni ya nyumbani, akaenda kukosa ubingwa wa ugenini. Kwa hiyo historia lazima aifute, waende kwenye mashindano wakiwa wanaamini ya kwamba wanaweza kushinda. Kila mmoja amefuzu hapa kwa njia yake. Ukiwatazama Elfa wamefuzu hapa, lakini nao hawakuwa na njia rahisi sana, kwa sababu nafia tu ile ya, ya kwanza ndo walikutana na Oroya wakashinda, waka, waka wakawatoa waka lakini kwenye hizo hatua zote wameruhusu goli. Hatua ile ya awali kabisa waliruhusu goli wakati wana wanafuzu dhidi ya bentu ile ya Gambia, and then hatua hii ya pili ya hatua ya kwanza wakafuzu, lakini walikuwa waliruhusu goli pia walipocheza na walipocheza na Horoya. Kwa hiyo kama waliweza kuruhusu goli kwenye hizo hatua za awali, bado wana uwezo wa kuruhusu goli pia kwenye mechi dhidi ya Yanga. Kwa hiyo kikubwa ni maandalizi bora, tuwatakie kila la heri wanavyojiandaa na mchezo huo. Ukiachana na mchezo huu kwenye kundi sasa, kama kundi Yanga wanakutana na Al Ahly Al Ahly ambao tayari washacheza nao mara kadhaa kwenye mashindano haya js kabli, pamoja na e, nao Wasfar Rabat una kuna namna, unaona kuna ugumu fulani, kwanza kwanza kwenye hii mechi ya kesho kutwa. Kuna kitu kimoja nilikuwa nataka nikiweke sawa hawa. Uh, Wasfar wanamtegemea sana striker wao mmoja anaitwa Mohamed Rabie Mohamed Rabie ni ndio mchezaji wao anaonekana ni bora zaidi msimu huu, pamoja na kwamba wana kina Kaba ambao walikuwa ni wachezaji wazuri wanaojulikana, kina Ride Slim ambao alikuwa ahali pia yuko pale kwao kwa mkopo, anajulikana ni wachezaji wazuri lakini huyu huyu Mohamed Kabi amekuwa bora kwa sababu mpaka sasa hivi amesha score magoli matano kwenye ligi ya ya, ya Morocco, na wenyewe wanashika nafasi ya pili, lakini ana assist moja kwa anaongoza kwenye chati ya, ya mabao akiwa amefunga mabao matano na assist moja lakini pia Timu yao ni imekuwa ni, ni nadra sana sana kuruhusu mabao. Kwa nini nazungumzia hilo? Wamefunga magoli 14 lakini wenyewe wameruhusu goli moja. Kwa nini nimekuletea na kuja na kuonesha kwamba bato itakuwa kuja kutokea kulingana na wao wanapokutana na Yanga kwa sababu Yanga nao wanafunga sana. Alafu nao hawaruhusu, hawaruhusu mabao. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa inafanana kwenye safu ya ulinzi na safu ya ushambuliaji. Kwenye hizi timu zingine ambazo ulikuwa unasemea kuhusiana na Ahly, kwangu mimi nafikiri, ukizungumza giant wa Afrika unamtaja Ahal, lakini misimu ya hivi karibuni Ahal sio wale ambao walikuwa wanazungumzwa siku zote wanakupanda wana na kushuka timu yao, na hata ukitazama msimu mpaka sasa hivi wala haiongozi ligi ya Misri kipindi ambacho walikoga, ni kawaida kwa kufanya hivyo kwao. Kwa hiyo bado wana uwezo wa waku, waku, kudondosha pointi nao kama zilivyo timu nyingine, lakini sio timu ya kuitolea msuli sana ya kwamba unataka kupambana nao. Ndio maana mimi nikasema mwanzo ningekuwa mimi na nafasi kwa Yanga ningepambana na hao wengine wawili, hao wawili hao, nikahakikisha kuna mmoja namalizana na naye kwake namalizana na naye kwangu. Nikipata pointi sita kwa mmoja, au ukipata pointi nne kwa mmoja, ina maana umeshaitengenezea daraja kubwa zaidi kuja kukutana. Na hali unajua, yule mara nyingi ni nyumbani kwako, unamwekea bezi nzuri nyumbani kwako. Kuna wakati walikuwa walikuwa ni majiant wakubwa, lakini wanafika hapa wanapoteza kwa Simba. Kwa hiyo nafikiri hata Yanga inawezekana, kwa sababu ukiniambia mimi kwenye kikosi cha Yanga nakwambia wana timu bora ambayo inaweza kufanya vizuri kwenye kwenye haya mashindano kikubwa ambacho kinaweza kutokea kwenye, kwenye hili kundi. Unaweza kutokea na surprise kwa sababu kuna wakubwa wote. Ukiwa na wakubwa wote kuna mechi ambazo zitakuwa zina sare, kuna mechi ambazo mtu atafungwa bila, bila kutarajia. Azifa atakapoenda kucheza na Ahly, haichukulia Ahly kama timu kubwa anachukulia kama mpinzani wake. Kwa hiyo mimi ngoja niende nikapambane na huyu mpinzani wangu. Kwa hiyo wanaongeza bato nyingine ambayo ina uwezo wa kuwasaidia zaidi Yanga kwenye kundi. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kila mechi ina mtazamo wake, lakini cha kwanza wewe ushinde ya kwako Yanga, kisha shinda ya kwake, akae kwenye TV akiwaangalia wapinzani wake wanafanya nini kwenye, kwenye zile mechi zao na wapi anaweza akawawini. Ukitazama kwenye hali ya kawaida, mimi ukiniambia nani anaweza kwenda kwenye hilo kundi, nitakwambia mpaka sasa hivi ni kitu ambacho huwezi kukizungumza, kwa sababu kwenye haya mashindano mechi mbili tatu za mwanzo ndo zinaweza kupa picha kwamba ni timu gani inaweza kwenda hatua robo finali. Kikosi cha Yanga kwa asilimia kubwa kinajulikana e, kuanzia eneo la goalkeeping e, pale eneo la ulinzi center back wa mabe, mabeki wa pembeni e, lakini hata kwenye eneo la kiungo e, inaweza kuwa na faida au hasara kiasi gani kwa Yanga? Timu ambayo haitabiriki mara nyingi inakuwa ni faida kwa mpinzani. Yani kama una timu ambayo ina, inatabirika inakuwa ni, ni faida kwa mpinzani, kwa sababu mpinzani anajua jana alicheza huyu, kesho alicheza huyu, alicheza huyu, juzi alicheza huyu, zile mbinu za kuweza kumzuia zinakuwa ni rahisi zaidi kuliko timu ambayo haitabiriki, sababu hata ukitazama, nikupe mfano, wakati Simba wanacheza na, na Yanga kwenye fainali ya Ngao, mchezaji mmoja ambao aliwavuruga Simba ni mchezaji ambao alikuwa hatabiriki, akaingia kwenye kikosi Umeshaelewa, midfield namba sita, Anda Bwire. Unaona, kwa hiyo Simba walienda wakiwa na plani zao tofauti kabisa, wakafika pale kukutana na mtu mwingine tofauti, na mchezaji huyo akawa mchezaji bora kwenye ile mechi, achana na Pacome ambao aliamua matokeo, lakini ukisema nani alikichafua sana kwenye ile mechi ni Anda Bwire. Kwa nini? Simba walikuwa hawajamweka kwenye plani, yani kwenye target zao walikuwa hawajamweka. Kwa hiyo nafikiri pamoja na kwamba unavyoona kwamba Yanga wanatabirika, mimi nafikiri Yanga wanatabirika zaidi kwenye ligi lakini wakifika kwenye michuano ya wa kimataifa, wana mwalimu mpya sasa hivi, lazima mwalimu atakuja na aina yake ya kucheza, inaweza timu isicheze vile, sababu kule sio sehemu ya kujiachia sana ya kwamba unapiga pasi nyingi sana, yani kwenye michuano ya ligi ya mabingwa hakuna nilicheza vizuri kwenye michuano ya ligi ya mabingwa, kilichopo ni matokeo. Kwa hiyo lazima mwalimu atakuja na mpango tofauti, benchi ni tofauti na lile ambalo likuwa limezoeleka nyuma mechi za ligi sio utabiri wa, wa mechi za ligi ya mabingwa. Mwalimu ni mzoefu, atakuja na kitu cha tofauti, ambacho kama kuna mtu alikuwa ameshaandika kwenye makaratasi akijua Yanga wanakuja hivi, mi naamini ana uwezo wa kupindua na kuja na kitu cha tofauti na kuhakikisha timu yake inapata ushindi kwenye mashindano kama haya, ligi ya mabingwa, hasa kwenye hizi hatua za makundi e, unapopata nafasi e, ya kufunga inaweza kuwa na matokeo makubwa sana, lakini pia unapopoteza inaweza kuwa hasara e. Kwenye eneo la ushambuliaji Prince Mpumelelo Dube anaanza, licha ya kwamba anapoteza nafasi nyingi kwenye mechi kadhaa ambazo amecheza, lakini bado ameendelea e, kuaminiwa na kocha na anaendelea kucheza, pengine anaingia sasa kwenye mashindano makubwa kama haya ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Nini kifanyike? Dube ni, ni mchezaji wa wa daraja la juu kwenye ligi yetu. Huwezi ukamweka mbali sana mchezaji ambaye anafunga magoli kumi na kuendelea kwa msimu, bado utamweka kwenye daraja la juu ya kwamba ni mchezaji mzuri. Dube anapoteza nafasi nyingi, ni sahihi kabisa unachokisema, lakini kwa nini Dube anapoteza nafasi nyingi? Mimi naamini ni kwa sababu Yanga wanatengeneza nafasi nyingi sana. Dube angeza akawa kwenye timu nyingine, usizione zile nafasi ambazo anazipoteza. Mchezaji anayepoteza nafasi nne tano, ina maana timu yake ina uwezo wa kutengeneza nafasi nyingi zaidi. Kwenye ligi ya mabingwa ni ngumu kupata nafasi tano au ni ngumu kupata nafasi nne nini ambacho wanatakiwa kufanya? Ukipata nafasi moja lazima uitumie, kwa sababu unaweza kumaliza mechi nzima hiyo nafasi usipate nyingine kama hiyo. Kwa hiyo kikubwa, mimi nafikiri mwalimu anamwamini Dube kwa sababu kwanza hana option sana, na mwalimu ndo anakaa na wachezaji mazoezini, akishawaangalia kule mazoezini, bado wakienda waki, wakifanya tathmini, wanaondoka na jina la Dube kwenye ile nafasi. Ina maana ungekuwa kuna mchezaji mwingine bora zaidi wa Yanga kule mazoezini kule kwenye mazoezi ambapo wamejifungia wenyewe, mwalimu angeondoka na jina la yule mchezaji mwingine. Lakini kwa sababu anakuja mwalimu huyu anakaa mazoezini, anamwona Dube ni bora, anakuja mwingine anamwona Dube ni bora, anakuja mwingine watatu, anamwona Dube ni bora, basi tuamini ya kwamba huyu anafanya vizuri zaidi kuliko wale wengine ambao wapo. Anachotakiwa kufanya ni yeye mwenyewe sasa ya kwamba naaminiwa kweli, napewa nafasi kweli lakini napoteza sana nafasi. Kuna mechi moja ya aliomba yeye mwenyewe kutoka, nafikiri ni baada ya kukosa sana, amekosa sana nafasi, kwa hiyo akaomba mwenyewe kutoka. Inawezekana saa angine, wachezaji ni binadamu, kichwani kuna vitu vinakuwa havijatulia. Yanga wamsaidie, sababu kama ikitokea yeye kichwani, saikolojia yake haiko vizuri, Yanga ndio anatakiwa wamsaidie. Kuna watu wa saikolojia, kuna watu wa kumweka chini wakazungumza naye, sababu performance yake sio mbaya, kila mtu anaiona. Ukimwona akichukua mali, unamwona yule anaenda kweli kumuona akitoa pasi hakuna mtu ambaye anasema mbona pale katoa pasi nzuri, sawa. Kifika kwenye kufunga labda anashindwa, kwa sababu wachezaji hilo inatokeaga wengi. Fernando Torres iliwahi kumtokea hali kama hiyo, kwa mchezaji mzuri, lakini kuna wakati akawa kabla anashuka, lakini baadaye ukija kuchunguzwa, nasikia alikuwa na vitu vingi zaidi nje ya uwanja. Kwa hiyo nafikiri kwa Yanga wanatakiwa sasa kuliona hilo, kama mchezaji alifika stage ya kuomba mwenyewe kutoka, ina maana kuna kitu kwake hakiko sawa. Kama hakiko sawa, wamtafute mtu wa saikolojia, akae naye azungumze naye, kwa faida ya Yanga na kwa faida ya, ya mchezaji mwenyewe. Uh, Clement Mzize uh, yuko nje ya uwanja kwa takriban miezi kadhaa akiuguza majeraha. Pengine kukosekana kwake kuna madhara kiasi gani? Ni madhara makubwa kwa Yanga kwa sababu mimi nafikiri hichi tunachokizungumza kwa Dube sasa hivi angekuwepo Mzize labda kisingetokea. Kwa nini? Kwa sababu msimu ulivyomalizika mchezaji aliyomaliza bora zaidi kwenye upande wa Yanga alikuwa ni Mzize kwangu mimi lakini hata msimu ulivyoanza mchezaji ambaye alionekana bora zaidi kwenye mashindano ya Chani akiwa na national team ni, ni Mzize pia na pia alisikoa magoli, magoli mawili si ndio? Kwa hiyo kwangu mimi naamini Yanga walikuwa wameshatengeneza plani yao, imekaa vizuri ya kwamba wana Clement Mzize, wana Prince Dube kama ulikuwa umetengeneza hivi, walikuwa wanajua Dube akiflop aki kidogo tutamtumia Mzize. Sasa hivi Mzize hayupo, option imeisha, ime, imeisha fail kwao, kwa Yanga kinachowakosi sasa sasa hivi ni kwamba hakuna dirisha ambalo liko wazi la kusema kwamba tuzibe pengo lile la, la, la Clement Mzize. Wachezaji wengine ambao wamesajiliwa well wote ni wazuri kwenye zile position lakini wanahitaji muda, sababu hiyo ni mara nyingi kwa wachezaji wengi wa Kiafrika akitoka nchi moja kwenda nchi nyingine, yani kuna time anahitajika ili akae vizuri hata huyo Mzize mwenyewe alivyoanza na alivyo sasa hivi sio sivyo alivyo. Dube alivyokuja na alivyo sasa hivi sivyo alivyo. Kwao kikubwa ni Yanga kuomba Mungu hapa wapite kwanza salama, alafu kama wakienda kwenye dirisha, kwa kuangalia na hali ya Mzize itakavyokuwa na lini anaweza kurudi, wana uwezo wa kuongeza mshambuliaji mwingine mwingine pale mbele. Lakini kipekee mimi nimtakie Mzize mapumziko mema sasa hivi wakati anauguza ya majeraha yake, lakini pia nimpongeze kwa tuzo yake ambayo amechukua kwa kuliwakilisha vema taifa. Uh, unaona nafasi ya Andy Boyeli. E, ambaye mechi iliyopita e, ya ligi alifunga mabao nafikiri mawili e, pengine anaweza akaanza kwenye mechi. Ameanza kurudi vizuri, mwanzo kila mtu alikuwa haamini kama anaweza akawa bora vile, alivyo kufunga magoli mawili, kwa mchezaji ambao alikuja akiwa anatajwa kama moja kati ya wachezaji bora zaidi ambao anaweza kuisaidia Yanga ni kumpa ile hali ya kujiamini funga magoli. Nakumbuka goli moja ni la penati, ambapo penati alipewa akaambia, baba nenda nenda, akapiga akaenda, akapiga akafunga, akaja akaskoa na goli lingine kwao. Kikubwa, ile hali imeshaanza kwanza kumpa nguvu ya kujiamini, na kuona ya kwamba kumbe naweza kufanya kufanya hivi, lakini pia kwa mashabiki pia nao wameshaanza kumuunga mkono kuona kwamba kama amesha score magoli mawili, ina maana ana uwezo wa kuscore mengine, sio mchezaji mbaya. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kwa Dube na Boel, bado kila mmoja ana nafasi yake ya kucheza kulingana na jinsi ambavyo amemridhisha mwalimu kwenye, kwenye, kwenye mazoezi. Lakini ukiniambia mimi chagua mmoja wapo, nitakwambia bora aanze Dube alafu baadaye aje akamalize Boweli, kama watacheza nafasi moja kulingana na mwalimu atakavyotaka wacheze. Lakini kuanza kwa, kwa Dube kutawasaidia zaidi Yanga. Kwa sababu gani? Dube ni mnyumbulikaji mimi nimemwona kuliko alivyo alivyo Boweli. Ana uwezo wa kuchukua mali, ana uwezo wa kukimbia, anaweza kweli kuwapa, kuwapa kashikashi nyingi kule mbele. Alafu baadaye akija, baadaye akija Boweli nafii ana uwezo wa kumaliza ile kazi ambayo watakuwa wengine wameianza. Hapa tuliwagusia baadhi ya wachezaji ambao hatari wa AS FAR Rabat, na hapa tunaizungumzia Yanga kwa sababu ndio wawakilishi wa Tanzania. Uh, pengine wachezaji gani wanapaswa kuwa, kuwazingatia kuwa, kuwa zaidi ili kuhakikisha wasilete madhara kwenye lango lao, kwa sababu ukizungumzia eneo la ulinzi linatakiwa pia walinde vizuri, ili kuhakikisha hata na wao akifunga mabao basi huko lango lao liwe salama. Kwa upande wa Yanga, kwa upande wa Yanga kwa sababu wao ndio wawakilishi wa Tanzania. Yanga always kila, kila, kila wakati wamekuwa bora. Yaani, unajua hata Yanga wakati ambao wanashindwa kufuzu kwenda robo finali unaona kila, kila mtu ana ah, ilikuaje pale ikashindikana. Yani, hakuna siku mtu anakwambia Yanga msimu ule ilikuwa na timu mbovu sana. Hata msimu uliopita wakati wanashindwa kwenda robo finali kila mtu anasema ah, yani Yanga huu wamekosea tu wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu wameshajipambanua timu yao ni bora na nafikiri ni misimu mitatu mfululizo. Yanga kiao ukiangalia kuanzia msimu huu sijui kilichotokea pre-season labda nafikiri ni ishu ya muda lakini preseason ya Yanga naweza nikasema labda haikuwa vizuri sana, ukiwatazama jinsi ambavyo wanacheza. Lakini kadri muda unavyozidi kwenda, unaona timu inaenda ikibadilika taratibu wamekuwa na faida ya uwepo wa Pakome kwenye timu yao. Yanga, Pakome ana uwezo wa kufanya vitu ambavyo walikuwa wanatakiwa wafanye wachezaji watatu akavifanya mwenyewe uwanjani. Kuna wakati anaamua kuibeba timu mwenyewe mabegani, kuna wakati anaamua kucheza kama timu. Lakini ukiwatazama Yanga kwenye mechi zote ambazo wamecheza kipindi cha pili, unaona wachezaji kama vile wanachangamka zaidi kuliko kipindi cha kwanza. Nafikiri kuna kitu ambacho mwalimu anaweza akakifanya. Aka. Lakini pia Yanga, bezi yao kubwa kwenye michuano hii imekuwa ni safu ya ulinzi. Safu ya ulinzi wa Yanga Dickson Jobu, na Fili yupo, Baka yupo, Mwamnyeto yupo kama, kama msaidizi, mafulbeki wote wapo, Shabalala anaongezeka sasa hivi kuongezea kitu kingine mchezaji mwenye, mwenye uzoefu zaidi katikati pale, unaona kina Ndambu ile wapo ko, mimi naamini ya kwamba safu ya ulinzi ina uwezo mzuri zaidi ya kuibeba Yanga na imeshaonesha kuanzia mechi zilizoanza ukiacha okay, ile mechi moja kuanzia, yao, imekuwa, imekuwa kwa, ambayo wamepoteza, lakini kuanzia, wameanza msimu, safu yao ya ulinzi imekuwa imekuwa bora zaidi. Kwa sehemu kubwa ambayo Yanga inatakiwa kuomba Mungu waendelee kubaki kama walivyo ni kwenye, kwenye sehemu ya ya ulinzi. Ukishakuwa na ulinzi mzuri, una uwezo mzuri zaidi wa kufika mbali kuliko kuwa na mastrika wazuri alafu ukaona una safu mbovu ya ulinzi. Golikipa Diara amesha rudi, golikipa mzuri kwangu. Mimi kwenye ligi ni mmoja kati ya magolikipa bora zaidi, kama ukiweka watatu basi atakuwa katikati ya hao kwao tuwaombe waende uwanjani na kikubwa ni mashabiki kuelewa ya kwamba hawa ni binadamu. Kuna shida moja sasa hivi imeingia kwenye, kwenye, kwenye timu zetu, mashabiki wana, wanajua zaidi kuliko, kuliko mwalimu na mchezaji, ile ni kazi yake, lakini shabiki anataka wakati mwingine aiingilie ya, yani mashabiki mchezaji akikosea mara moja hawaamini ya, hawa ya kwamba huyu ni binadamu. Tuendelee kuwapa moyo, tuendelee kushangilia timu zetu, yani bila kujali ya kwamba alikosea fulani alikosea fulani. Hiyo niliona kwa, kwa, kwa Dube nafikia mechi wakati anaomba kutoka. Aliomba kutokana na pressure pia mashabiki, makelele, sio na nini ya mashabiki makelele zile ambazo zina mchanganyiko za kuonesha kwamba hawajarizika na hicho kitu. Kama hujarizika, endelea tu kumuunga mkono mchezaji. Labda baadaye anaweza no akaja akakupa kitu bora zaidi. Yeah. Kwa hiyo mechi ya Yanga na Asfar unaona ina mabao mangapi? Sioni kama ina, ina mabao mengi. Haizi kuzidi mawili, kwa sababu ya aina ya jinsi timu zinavyocheza. Timu zote zinacheza kwenye vizuri sana kwenye defense, na pamoja na kwamba Asfar wana, wanafunga lakini Yanga nao wanafunga. Kwa hiyo mimi ukiniambia, nitakwambia safu za ulinzi zina uwezo wa kuiokoa hii mechi, lakini kwa upande wa Yanga kuna wakati inabidi wachezaji wajitoe zaidi ya kile ambacho wamekuwa wakijitoa kwenye mechi mechi za nyuma, kwa sababu hapa walipo ni daraja lingine tofauti na huko nyuma walipo walipopita. Kwa hiyo kikubwa, mimi nafikiri kama safu ya ulinzi Yanga ikifanya vizuri kama ilivyo, safu yazifaa ikifanya vizuri kama ilivyo, naona hawezi kuzidi mabao mawili kwenye hii mechi. Haya, ni Philip Nkini huyo akichambua kwa upana zaidi kuhusiana na mechi ya Yanga ambayo ataanza, uh, mechi ya kwanza ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya AS FAR Rabat ya Moroko, mechi itakayopigwa Jumamosi, eh, uwanja wa New Amaan Zanzibar. Mimi naitwa Nivumba Abubakari, nyuma ya kamera alikuwa Nyembe.